Ah, habari za asubuhi, kwa jina anaitwa Lilian Ntali. Mimi ni mkurugenzi wa wateja binafsi wadogo na wakati wa benki ya biashara ya Tanzania ambao wengine tumejua kama TCB Bank. Siku ya leo kwa kweli tuna furaha sana na tumefarijika kwanza kuona mwitikio mkubwa wa wadau mbalimbali pamoja na wanahabari wetu ambao mko mbele yetu lakini vilevile wadau wengine wengi ambao wamejumuika katika subuhi katika ya kaiiya. Kama benki tukiendelea kujikita kwenye ubunifu wa kidijitali, tumekuja na kampeni hii kabambe ya Toboa kidijitali ambayo tumewekeza thamani ya kutosha kwa kuanzia, kama nilikuwa nimeongea kabla kwenye speech yangu kwamba hii ni mwanzo na mwendelezo wa mengi ambao mwaka huu tutafanya, lakini katika msimu huu wa miezi minne tulitenga takribani zaidi ya milioni mia mbili kwa ajili ya zawadi mbalimbali ambazo tutawapa washindi watakaofanya miamala kadi ya vile ambavyo tumeweka kwenye vigezo na masharti. Kwa hiyo kuna washindi watakaojishindia iPhone 16, kuna washindi watakaojishindia gari aina ya Mazda, boda boda boxer na bajaji na kila mwezi tutakuwa na washindi. Kwa hiyo hii kampeni na kiasi kicho kitenga ni kwamba kitakuwa kinafanyika kila mwezi. Kwa kila mwezi tutakuwa pia tunawakaribisha kwa ajili ya kuhakikisha mnashuhudia mwezi huu ni kina nane ambao wameshinda. Nani kashinda iPhone? Nani kashinda boxa au bajaji? Kwa tutaenda na kampeni kwa miezi minne, kama nilivyosema awali, ni kiasi cha amount ambayo tumeona turudishe kwa jamii, nao tuzunguka turudishe kwa wafanyabiashara wetu, lakini turudishe kwa wateja wetu ambao wamekuwa wakifanya miamala, na pia ni dhima ya kuhakikisha kwamba tunazidi kuhamasisha wananchi wa Tanzania kutumia miamala na kufanya biashara kwa kutumia teknolojia mpya, kwa sababu ukienda huko kwenye nchi za wenzetu, unafika benki unazania kwamba benki haina wateja, kwa sababu wengi wanafanya miamala wakiwa kwenye shughuli zao, ili kusudi tuweze kutenga thamani ya muda kutoka ofisini kwenda mpaka benki, kwa sababu muda ni pesa. Kwa hiyo tukianza kuwa na desturi na karakta ya kutumia miamala zaidi kwenye kidijitali na maana pia tutaongeza muda zaidi wa ufanisi kazini na utaongeza uchumi ha, wa nchi yetu. Kwa majina anaitwa Jesse Jackson, ni afisa mkuu wa huduma za kidijitali na ubunifu wa TCB Bank. Leo hii tunayo furaha kubwa kuzindua huduma yetu ya Toboa Kidijitali ha, kampeni hii ni mwendelezo wa, wa kampeni nyingine nyingi ambazo tumekuwa tukifanya kwa lengo la kuhamasisha wateja wetu na Watanzania kwa ujumla kutumia uh, huduma za kidijitali. Uh, kwenye banking sector kumekuwa na mageuzi makubwa uh, na kwa kweli tunashukuru sana uh, Central Bank BOT kwa, kwa, kwa kutengeneza mazingira wezeshi pamoja, pamoja na kuja na initiatives mbalimbali mbali ambazo zinatuwezesha banks uh, kuja na products au solutions ambazo zina drive, uh, financial inclusion. Kwenye miaka mitano iliyopita kumekuwa na ate kubwa kwenye uh, digital solutions. Kiangalia miamala mwaka uh, 2020 uh, ni miamala milioni 14 tu afanyika vita, lakini takwimu zinaonyesha mwaka jana aa uh, hii imekuwa kutoka milioni 14 mpaka milioni 21. Hilo ni ongezeko la asilimia 45. Uh, kwa kweli tunaona uh, impact ambayo inaletwa na hizi initiatives mbalimbali au mazingira ambayo Central Bank imekuwa ikitengeneza kwa sisi uh, financial service providers kuweza kuja na masuluhishi ambayo uh, ya drive financial inclusion ambayo kwa kweli uh, bado iko chini sana, na pamoja na mageuzi haya, lakini bado uh, takriban asilimia tisini ya, ya miamala inafanyika kwa cash. Maana yake ni kwamba bado kuna uhitaji mkubwa wa kuja na kampeni nyingine nyingi zaidi na masuluhishi mengine mengi zaidi kwa lengo la kuwawezesha Watanzania na kwanza kutransact kidijitali, lakini pia waweze kuelewa umuhimu wa kutumia masuluhisho haya ya kidijitali, kwa sababu kufanya uh, miamala ya kidijitali ni kwanza ni gharama nafuu, lakini pia ni salama zaidi na inaokoa muda na of course, ni very convenient kwa sababu mteja anaweza na kufanya miamala yake muda wowote popote alipo bila ulazima wa kuenda benki kwa muda ambayo uh, benki zinafanya operations zake. So kampeni hii uh, ita run kwa miezi minne, na jinsi ambavyo wateja wetu au Watanzania mbalimbali wanaweza kushiriki ni kwa kutumia huduma zetu mbalimbali za kidijitali ambazo tuko nazo. Uh, tuna popote uh, mobile app, lakini pia tuna USSD yake ambayo ni nyota 150 ni nyota 21 uh, reli Uh, lakini pia tuna kadi zetu za Visa tunaziita popote Visa card ambazo uh, zinawezesha wateja wetu kufanya miamala mbalimbali ambayo wanahitaji kutumia kadi, iwe kutoa pesa kwenye ATM, au kufanya miamala uh, kwenye mitandao, na pia tuna internet bank ambayo ni mahususi kwa ajili ya wateja wa madaraja yote, kwa maana wateja binafsi, uh, wateja wafanyabiashara wadogo na wakati na Uh, wafanyabiashara wakubwa kwa maana ya corporate clients, na the more wanavyofanya miamala ndivyo basi wanajiweka katika nafasi nzuri ya kujishindia zawadi mbalimbali mbali ambazo tumewaandalia, na zawadi hizo zinajumuisha uh, iPhone 16 Pro Max, um, boda bodaboda au pikipiki Piki, uh, uh, bajaji uh, pamoja na the grand prize ambayo itakuwa Mazda CX5. Kwa hiyo tunawakaribisha uh, wateja wetu pamoja na Watanzania kwa jumla uh, kushiriki kampeni hii ambayo kwa kweli lengo lake kubwa ni um, kuhamasisha matumizi ya kidijitali ambayo yana faida kama ambavyo nimetoka kuzielezea.